Mvutano wa hali ya juu wa kisiasa na kibiashara unaendelea kuibuka kuhusu shirika la ndege la kitaifa la Kenya, Kenya Airways, huku wawekezaji wanaoungwa mkono na mataifa ya Qatar na Singapore wakishindania kupata ushawishi mkubwa au udhibiti wa shirika hilo. Ushindani huo ambao umevutia macho ya Nairobi, Doha na Singapore, unaweza kubadili mwelekeo wa mustakabali wa shirika hilo na kuathiri tasnia ya anga ya Afrika Mashariki. Kenya Airways, the pride of Africa, iko chini ya shinikizo kubwa kutokana na changamoto za uendeshaji na mabadiliko ya uongozi yaliyoilazimu kutafuta mtaji mpya na mwelekeo wa kimkakati. Kupungua kwa mapato na baadhi ya ndege za Boeing kusimamishwa kwa matengenezo kumeilazimu kampuni kuweka kipaumbele katika mageuzi ya utawala kabla ya kufikia makubaliano na mwekezaji wa kimkakati wa nje. Ripoti zinaonyesha kuwa wawekezaji wa serikali kutoka Qatar na Singapore wanawasilisha mapendekezo tofauti ya kuchukua hisa za udhibiti au ushawishi mkubwa katika Kenya Airways. Zabuni hizo mbili zinatofautiana kwa mtazamo wa kimkakati na jinsi zitakavyounganishwa na mazingira ya usafiri wa anga nchini Kenya pamoja na maslahi mapana ya kiuchumi. Upande wa Qatar, mahusiano na Kenya Airways yameimarika katika mwaka uliopita kupitia mipango ya kibiashara. Qatar Airways na Kenya Airways waliingia katika makubaliano yani ya kubadilishana abiria code share, yanayohusisha maeneo 19 duniani pamoja na kuongezwa kwa safari kati ya Nairobi na Doha. Ushirikiano huo unaonyesha nia Qatar kupanua uwepo wake katika sekta ya anga ya Afrika Mashariki. Singapore inaonekana kuongozwa na taasisi za uwekezaji zinazohusishwa na serikali zinazolenga kupanua uwekezaji barani Afrika. Hata hivyo, maelezo ya pendekezo la Singapore bado hayajawi kwa wazi. Wachambuzi wanasema pendekezo hilo linaweza kuzingatia miundo mbinu ya anga, ushirikiano wa muda mrefu wa mtandao wa safari na msaada wa kurekebisha hali ya kifedha shirika. Utawala wa Kenya Airways umekuwa katika mabadiliko tangu mwishoni mwa mwaka 2025 kufuatia kuondoka kwa mkurugenzi mtendaji na mwenyekiti wa bodi. Afisa mkuu wa uendeshaji George Kamal anahudumu kama mkurugenzi mtendaji wa mpito, huku serikali ikilenga kuimarisha utawala kama sharti la awali kabla ya kuafikiana na mwekezaji wa kimkakati. Shirika hilo linatafuta zaidi ya dola milioni mia tano kama mtaji mpya katika robo ya kwanza ya mwaka elfu mbili ishirini na sita ili kuboresha upatikanaji wa ndege na kupanua shughuli zake. Deni yote yanaripotiwa kufikia takriban shilingi bilioni mia moja arobaini na mbili nukta saba huku kampuni ikikabiliwa na hali ya mtaji hasi licha ya mipango ya ufadhili wa muda mfupi kwa Kenya. Uchaguzi wa mwekezaji una athari zaidi ya fedha. Makubaliano na Qatar yanaweza kuimarisha uhusiano wa kiuchumi na Ghuba na kutumia Doha kama lango la wasafiri na biashara kati ya Kenya na Asia. Ushirikiano wa sasa wa codeshare na upanuzi wa safari tayari unaongeza idadi ya abiria wanaopita Nairobi kupita uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. Ushirikiano na Singapore unaweza kuunganisha Kenya Airways kwa karibu zaidi na mitandao ya anga ya Asia ya kusini mashariki na kufungua masoko mapya. Kwa kihistoria, wawekezaji wa, wa Singapore wamekuwa wakichukua nafasi za muda mrefu katika sekta za usafiri na miundombinu duniani, tofauti na mtazamo wa Qatar unaochanganya ujumuishaji wa njia za safari na msaada wa serikali kwa mashirika ya ndege. Mvutano huu unaibuka wakati Kenya Airways na mashirika mengine ya Afrika yakitafuta ushirikiano wa kimataifa ili kukabiliana na changamoto za uendeshaji. Mwaka jana uongozi wa shirika ulisisitiza umuhimu wa kupanua ushirikiano wa kimataifa ili kuongeza muunganisho wa kimataifa. Jinsi Kenya Airways itakavyosawazisha na kujadiliana kati ya maono haya mawili kutoka Doha na Singapore itakuwa na athari za muda mrefu kwa nafasi yake katika soko kima la kimataifa la anga, pamoja na biashara, utalii na muunganisho wa kikanda. Mbuzo wanasema watunga sera Nairobi lazima waangalie si tu dhamani ya kifedha ya zabuni, bali pia maslahi ya taifa na uimara wa muda mrefu wa shirika katika sekta yenye ushindani mkubwa. Wizara ya fedha na mamlaka za usafiri wa anga nchini Kenya zinatarajiwa kukamilisha mchakato wa kurekebisha utawala katika wiki zijazo, hatua itakayofungua njia ya mazungumzo rasmi na wekezaji na huenda ikasababisha kutangazwa kwa mshirika wa kimkakati hivi karibuni.